Ugonjwa sikoseli, kwa hiyo unampata mtu yoyote, yani hakuna tabaka, awe mwanamke, mwanaume, mrefu, kwa hiyo kumpata nani? Unampata mtu yoyote, aili mradi tu huyo mtu asili yake imetoka kwa wazazi ambao wa wote wawili wana vina saba vya ugonjwa wa sikoseli. Kuzaliwa mpaka miezi sita ndicho kipindi ambacho dalili hizi zinaonekana. Dalili ya kwanza kabisa kwa ambao wazazi a walezi wanaweza kaigundua kwa mtoto wao huwa watoto wanazaliwa baada muda wanaanza kugunduka, wana upungufu mkubwa wa damu pasipokuwa na sababu za msingi. Utakuta mtoto anazaliwa anapokuja kupimwa damu yake kuangalia wingi, unakuta ipo mbili tatu, kitu ambacho ni kitofauti. Tunasemaga mtoto akizaliwa akishakuwa na damu chini ya kumi ni upungufu wa damu. Sasa utakuta wenyewe wana upungufu mkubwa, mkubwa, moja damu mbili. Kwa hizi ni dalili za awali ambazo tunazigundua heza, katika harakati za kumpatia matibabu tukipima tunagundua damu imeshuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida bila sababu ya msingi. Hiyo ni dalili kubwa ambayo tunaigundua. Lakini dalili nyingine ambayo wazazi wanaweza kaiona ni ile watoto wanaanza kuonesha kuvimba vidole vyote vya mikono na vya miguu vikiambatana na maumivu makali. Mama anapomnyonya mtoto anaona mtoto analia, akiangalia vidole vinavimba na vinakuwa na mng'ao kama vile labda jipu au mtu ambaye amepaka mafuta. Hii dalili ya pili ni kubwa sana ambayo inaonekana. Lakini dalili ya tatu ambayo unaweza ukaiona ni uwepo wa manjano kali kwenye macho. Watoto wanakuwa na manjano kali, tukishona hizi pia tunafikia huenda akawa na hii changamoto. Dalili ya nyingine ya nne tunasema uwaga, wanakuwa na makuzi afifu, yaani hawastawi. Kwa mzazi ambaye na watoto zaidi ya wawili, atagundua kuna mtoto mmoja makuzi yake ni tofauti na mwingine, wanakuwa hawastawi vizuri. Ya, yeah, hiyo ni dalili moja hapo. Lakini baadhi wanakuwa na uvimba kwa tumbo upande wa kushoto anasema uvimba wa bandama. Bandama likishavimba pia linaashiria huenda akawa mtoto huyu ana changamoto ya ugonjwa wa selimundu, na zipo dalili nyingine ambaonasemaga, wanapataga maumivu ya viungo kwa ujumla, mifupa, mtoto anamika mgongo na uma, zote zinaweza zikawa ni dalili na nyingine nyingi, lakini hizi ni dalili kubwa ambazo mama au mzazi anaweza akazigundua kwa mtoto wake. Watu hawa wenye changamoto ya selimundu yapo ya mazingira ambayo tunashauri mzazi ama mlezi akayafahamu ambayo ni rafiki kutokana na changamoto yao. Jambo ya la kwanza huwa tunawashauri watoto hawa kupitia wazazi na walezi kuepuka baadhi ya vitu. Moja, mazingira yenye hali ya hewa ya baridi kali. Kwa sababu uwepo hizo baridi zinakwenda kuibua zile changamoto wanasemaga crisis. Zile vitu ambavyo ni ma, vitu vya hatari ukiwa na hiyo changamoto gonjwa seli mundu. Kwa hiyo tunawashauri kuepuka mazingira baridi kali hasa ambao wamezaliwa mazingira ya joto, wanapokwenda mazingira kama baridi kali kama mkoa wa Njombe ama Mbeya, basi tunawashauri angalau wapate zile nguvu nguo na vitu vya kuwakinga na baridi kali ya moja kwa moja. Lakini kwa ambao wanazaliwa mikoa hiyo, huwa mwili una kawaida kusababisha, inasema adaptation, unachukuliana na ile hali ya. Kwa hiyo kwao sio shida, lakini watu kwa mazingira ya joto tunawashauri kujikinga na mazingira makali ya baridi. Madhara kitaalamu tunayagawanya makundi makubwa mawili tuna yale madhara yanayotokea haraka sana ambayo tunasemaga ni acute complication. Hizi huwa zinatokea kwa haraka mno, alafu zipo madhara mengine yanatokea baada ya muda. Sasa yale ya baada ya muda sio ya, ya hatari sana, kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa ameyazoelea, lakini yale ambayo ni ya haraka ndio ambayo yana hatari kubwa kwa wateja wetu hawa. La kwanza huwa wanapataga kitu wanaita stroke kitaalamu ama kiharusi. Hii ni changamoto ambayo inakuta asilimia kubwa ya wagonjwa ambao hawatumii dawa. Zile seli mundu ama seli nyekundu ambazo zina shape kama ya mundu zinapo kaida kutembea kwenye damu yake zina kaida kunasa kwenye ile mishipa ya damu. Sasa akifika maeneo ambayo mishipa ya damu ni miembamba sana kama ya kichwani huwa zinanasa nasa, matokeo yake yanasababisha sehemu ya mbele ya ubongo inakosa damu, inakosa oksijeni, inakufa. Kwa moja kwa moja wanapata stroke. Na hii ni changamoto kubwa sana, wanapata kiharusi ama stroke. Lakini changamoto ya pili, madhara ya pili wanapataga, wanakuwa kwenye vipindi vya kuongezwa damu mara kwa mara, kwa sababu wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hili nao ni changamoto. Lakini tatu, wanapata maambukizi ya homa kali ya kwenye mapafu, kitaalamu wanaita acute chest syndrome. Ni tatizo ambalo linatokea kwa haraka, inaambatana kushindwa kupumua, maumivu makali ya kifua. Wengi huwa tunatakiwa kuwalaza na kuwapa matibabu ya haraka lakini madhara mengine huwa ndo kama hivyo bandama linaweza kufika kipindi linaanza kuvimba kwa kiasi kwamba mpaka nafikia hatua tunalazimika kumshauri kuliondoa. Lakini hapo madhara mengine wanapataga maumivu makali katika nyonga, yeah, kita alamu, mamukizi, ya kitaalamu wanapataga maambukizi aina fulani ya bakteria ambao wanakwenda kukaa kwenye nyonga mpaka inawapelekea wanakuwa na utembeaji wao na usiku, utembeaji sio kawaida kama mtu anapata ajali, lakini kumbe kutokana na changamoto ya kutokutumia dawa wanapata madhara lakini lingine wanapata hata kupooza miguu au maambukizi ya kwenye mifupa, kitaalamu wanaitwa osteomyelitis. Mifupa yote ya mwili inapata maambukizi ya bakteria, kwa sababu tu hawatumii dawa ambazo zingeweza kuwafanya wawe na afya njema. Kwa hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta na ndio ambazo tunatamani kuwaelimisha Watanzania, kama amegundulika na ugonjwa huo wa seli mundu, basi ni vema akafuata masharti kama anavyoelekezwa na watu wa huduma za afya. Na hayo matibabu ambayo yanatolewa kwa watoto naweza ikawa ni suluhisho kabisa la kukomesha ugonjwa, ugonjwa ama linatuliza tu lakini kuna kwa bado kuna, badu, kuna vinasaba hivyo. Asante sana. Kwa sasa hivi, kitaalamu matibabu ya wagonjwa hawa wenye selimundu tunayaweka tuna, tuna, kwenye makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambayo ndio wako wengi sana wanapata matibabu ya dawa dawa hizi kimsingi, na kwa kimsingi tunazianzisha mtoto anapokuwa na umri kuanzia miezi tisa kuendelea kama amegundulika iko chini ya mezi tisa yapo matibabu tunampa, lakini kimsingi kundi kubwa wanapata matibabu ya dawa. Na dawa hizi zipo za aina tatu. Ya kwanza tunaita dawa ya folic acid ambayo Watanzania wengi wanaifahamu ilikuwa ikitumika kwa hata kwa mama wajawazito. Lengo la dawa hii hasa kwa wagonjwa siko seli au seli mundu ni kusaidia utengenezaji wa damu, kwa sababu moja changamoto wanapata upungufu mkubwa wa damu, kwa hiyo inasaidia uzalishaji wa damu. Lakini dawa ya pili inaitwa peniv Hivi ni vidonge ambavyo antibiotic ambao wengi wanafahamu wengi walikuwa wanavitumia kwa, na wana changamoto yake, sio mafindofindo findo, sio matonsils. Ni dawa ambazo tunawapa watoto hawa kwa lengo la kusaidia kuongeza kinga mwilini mwao wasipate maambukizi. Lakini Pen V, dawa hii tunaitumia kwa muda tu mpaka miaka mitano, kishafika sita tunaiacha kwa sababu tunaamini tayari kinga zake za mwili mtoto zinaweza kumsaidia. Na dawa ya tatu inaitwa hydroxyurea, nayo ni dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Dawa hii kazi yake kubwa ni kumsaidia mtoto awe aweze kustawi. Yaani zile changamoto kuvimba tumbo, siyo mifupa kuuma zote zinapotea. Kwa hiyo hilo ni kundi kubwa ambao wagonjwa wetu tunaweka kwenye matibabu ya dawa. Na dawa hizi ni za kudumu. Hatuwezi kupona ugonjwa kwa kutumia dawa ila nakurudi katika hali yake ya kawaida na kufanya majukumu yake yote. Kundi la pili tunawapa matibabu yanaitwa kitaalamu exchange blood transfusion. Hii ta kitaalamu nasemaga, tunamuongezea damu ya mtu ambaye hana changamoto ya siko seli ama seli mundu kwa lengo la kwamba tunapomwongezea tunakwenda kupunguza ile asilimia ya chembe zile ambazo ni seli mundu ndani ya damu yake. Lakini kama ilivyo kitaalamu, damu tukishamwongezea mtu, ina uwezo wa kukaa zile chembe nyekundu kwa miezi mitatu mpaka minne, inajitengeza nyingine. Kwa hiyo matibabu haya yanamsaidia kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka minne, anaepukana na zile changamoto za maumivu zote ambazo tumezieleza dalili zote zinapotea, lakini baada ya miezi minne inarudi tena. Na matibabu kundi la tatu, ambao sio watu wengi sana tunawafanyia matibabu, yanaitwa upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant. Ni matibabu wanasemaga advanced therapy, ni matibabu ya juu sana. Haya ndio matibabu ambayo kisayansi yanamponya mgonjwa wetu wa selimundu, na kwa sasa Tanzania yanafanyika kwenye hospitali zetu kubwa mbili, hospitali ya Kandamu Benjamin Mkapa Dodoma na hospitali ya taifa Muhimbili, kwa huko ndo matibabu aaa. Lakini katika matibabu hii haya ya, ya kupandikiza uloto ndio ambayo anaweza kumsaidia mtoto akapona, hiyo changamoto. Lakini haya mengine mawili tunatumia kumpa tu nafuu kwa kipindi fulani, ya matumizi ya dawa ndio tunatumia dawa kwa maisha yote, hatuachi zile dawa Ndiyo, tukirudi kwako, mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza kwa mkoa wa Mara Esther Muya, enyie, tufahamu hali ikoje kwa sasa hivi ndani ya mkoa wetu wa Mara kwenye tatizo hili la siko seli? Bado ni kubwa, na ndio maana katika mwezi huu wa siko seli ambao tunaiadhimisha kuanzia tarehe moja Septemba mpaka tarehe 30 ambayo inaishia leo, tumeendelea kutoa elimu na tunajua kabisa kwamba kwa mkoa wa Mara halmashauri ya wilaya ya Rorya inaongoza kwa selimundu, lakini pia na halmashauri zingine ni Butiama, Msoma vijijini, Serengeti, Tarime kwa tatizo hili ni kubwa, na kwa sababu tumeendelea kutoa elimu, watu wengi wanajitokeza, wanapima, wanajikuta wana vinasaba na katika hiyo elimu wanaopewa sasa, lengo tunataka kuvunja mduara ili kuhakikisha kabisa kwamba tatizo hili haliongezeki na halisambai ili kuweza kuwa na taifa bora lenye afya ambayo inaweza ikafanya majukumu mengine kwa ajili ya kuleta maendeleo kwenye familia na taifa. Ah, umesema halmashauri uh, Roli ya kule ina inaongoza ndiyo. Takwimu zao zikoje? Uh, takwimu ya sasa uh, imeongezeka mpaka kwa mwaka jana, yani mwaka wa fedha ya uh, Julai mwaka jana Julai 2024 na mpaka Juni 2025 tuna wagonjwa elfu tano na thelathini na saba sosi kabisa ambazo zinaaminika, lakini pia kwa sababu tunaendelea kupokea watu wengi wanaopima, wagonjwa wanaendelea kuongezeka kwao. Tunataka kuongeza uelewa wananchi, tunawakaribisha waje kwenye vituo vyetu vitu vya kutolea huduma waweze kupima waweze kujua hali zao. Watakapogundua wana vinasaba au wana kinasaba waweze kufundishwa nini cha kufanya, ili kuweza kuvunja mduara huo. mkakati ni wa mkoa? Okay, mkakati wa mkoa ni kwamba jambo la kwanza ambalo tunalifanya kama mkoa, tunaendelea kuongeza uelewa uh, wananchi waweze kujua kwanza ugonjwa huu uwelewa, kwa ambukiza, kwa unafua, wa, unafua rithisho, ni nini. Wakisha uelewa ya kwamba namna unavyoambukiza na tumeona kwamba unavyo unavyorithishwa ni ugonjwa wa kurithi sio kuambukiza ni wakurithi ambao ni kinasaba kutoka kwa baba na kutoka kwa mama. Wakishaelewa watajua nini cha kufanya, watapima na kujua namna kuvunja mduara ili mwisho wa siku uh, tatizo hili lisisambae. Lakini jambo la pili ni kwamba kama mkoa, uh, tunaendelea kuhakikisha kwamba vipimo hivi vinapatikana kwenye vituo vyote vya kutolea huduma ili mwananchi anapoenda aweze kujua hali yake na mwisho wa siku ajue anaweza kuishi vipi na kufanya nini. Lakini jambo la tatu tunaongezea kwenye eneo la elimu ni kwamba pia tumeendelea kutoa elimu mashuleni kwa sababu tunawalenga vijana ambao bado hawajawa na mahusiano. Atakapopima na kugundulika kwamba ana kina saba, basi asianzishe mahusiano kwanza, aweze kuhakikisha anampima yule ambaye anataka kuja kumuoa. Akigundua kwamba ana kina saba basi ni informed decision ataamua yeye mwenyewe. Hapo ndio jambo la msingi, lakini aliye kwenye mahusiano ukimwambia sasa kwamba tayari ameingia kwenye mahusiano na wameshaza watoto, hatuwezi kuambia kwamba hiyo ndoa ivunjike au waachane no. Ndio maana tunawalenga vijana ambao bado hawajao kwenye mahusiano, wakilifahamu hili watafanya maamuzi sahihi, na mwisho wa siku huu mduara tutauvunja, siko seli itapungua na ikiwezekana tutatokomeza. Umezungumzia hilo swala la kupima na mara nyingi huenza wakiwa wanatarajia kuanzisha familia, kukimbilia sana kupima HIV na sio magonjwa hayo kama ambavyo ume, umesema. Labda mkishaanza hiyo elimu, mwitikio ukoje? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana, na wananchi wanaendelea kuja kupima na kuweza kufahamu hali zao na kuweza kujua je, wana kinasaba. Ambacho tunashauri ni kwamba, wenza wengi wanapenda kukimbilia kupi, kupima HIV, lakini tunatamani sasa pia waweze pia, uh, kucheki hiki kinasaba cha siko seli, ili kiweze ku, waweze kujua hali zao, na wao wenyewe wafanye maamuzi binafsi ambayo watawasaidia wao wenyewe kwa faida yao, na mwisho wa siku wawe na jamii, lakini na watoto wenye afya bora.